Tip moja kwa hiyo mwanamke, ambaye uko miaka 35 kwenda juu, na umeshaanza kuona mwili wako unapata zile dalili za kuelekea kukoma kwa hedhi. Yaani saa nyingine unapata hot flashes, saa nyingine unapata uchovu sana, mood swings hapa na pale, mara una hasira mara una furaha, huzuni anxiety, wasiwasi wasi bila sababu, alafu uzito unaongezeka especially maeneo ya tumbo. Hata hedhi yako imevurugika unaanza ku notice maumivu maumivu mwilini. Kama wewe ni mmoja kati hao watu, fikiria hivi vyakula vitano, yani hivi vyakula vitano ukivifikiria na ukahakikisha unapata hivi virutubisho, you don't have to worry about anything else. Fikiria fiber, okay, vyakula vya nyuzi nyuzi. Fikiria kuwa na omega 3, hakikisha omega-3 is part of your meal fikiria vitamin D, make sure you get enough vitamin D for your body. Fikiria magnesium. Magnesium is very important, ina kusaidia kulala vizuri, ku relax. Fikiria protein, high protein. Kwa hiyo ukihakikisha meal yako au una virutubisho hivi vipo, hata kama unachukua supplements kama unataka kujua zaidi, hivyo uh, virutubisho vinapatikana wapi, kwenye vyakula gani, na kama unataka kuongezea uvipate wapi, tukutane kwenye caption.